Uko mwenyewe Bwana Yesu, uko mwenyewe eh. Hakuna mfano wako Bwana, uko mwenyewe eh. Wewe Mungu wa ajabu unafanya

Unafanya mwenyewe, e uwewe Mungu wa ajabu. Urafanya maajabu, Yesu, pale nina posidwa. Bwana wangu unafanya mwenyewe.